Ee, Mama Husna wa Tanga anasema mume wangu amekuwa akitoka nje ya ndoa na nimekuwa nikifuatilia ili kuhakikisha, nikifuatilia anaacha. Nimejaribu kuzungumza na wote wawili bila mafanikio. Nimekuwa na hasira sana, muda mwingine nafanya mambo kwa hasira kutokamana na maumivu ya nafsi. Mume wangu ameeleza wazazi wake juu ya mambo ambayo nimemfanyia wakati tunagombana, nasema, je nitakuwa napata madhambi? Alhamdulillah, kwanza kabla kupata hasira sawa. Anafanya zina, lakini ukumbushe mume wake, mume wako, kwanza, yeye ana maasi Mungu kabla wewe, haki yako na nini, yuko haki ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeye kama asi mola wake, ambaye kamleta duniani kama bana yote na kamba uhai na siku atakufa, tena kuakana mbele ya mola wake, atamuuliza atapanda mahakama ya Allah, simkumbushe Allah Subhanahu wa ta'ala, aache asimasi mola wake Mtu wajua atakufa lini? Ya kwanza kufuatilia wewe kwamba nasaha kilekile, unamfuatilia anapunguza, bora mfuatilie ile asifanye maasi, acha kabisa na kumwambia wazazi wake. Baada wewe umechoka, sio harama, lakini nataka wazazi wake ni aongee. Hmm, na watoto wao haina shida, naam.